Kwa kijana mdogo sana, lakini kuna kitu cha kiongozi alikiona ndani mwangu akanichagua na nikawa uh, uh, mzee wa kanisa katika kanisa la, la FPCT pale Bunda. Lakini pia ona jinsi ambavyo Mungu ni wa ajabu sana, wakati nimehama kutoka Bunda na hamia Mwanza, Mungu akanikutanisha na Dkt. Zakayo Mzogere, huyu baba na yeye akaona wito wangu wa kimchungaji, na ndiye ambaye alinipaka mafuta ya mimi kuwa mchungaji. Sasa unaweza ukaona kwamba nimepita uh, kwa, kwa watu watatu muhimu sana, na ashukuriwe Mungu sana ya kwamba uh, Dokta Zakanzogere pamoja na Pastor Tukiko Moso sasa ni marafiki, ni marafiki wanatembeleana ni marafiki, lakini pia inanitia moyo kuona kwamba hata Dr Zakzogele hayupo Tanzania, sasa yuko Marekani, lakini unaona, kila akija Tanzania haachi kuja kanisani. Atakuja kutusalimia kama kanisa, atazungumza pamoja na mimi, atanifundisha vya kunifundisha, atanielekeza, ataniuliza maswali, atanifuatilia. Kwa nini? Kwa sababu anataka nifike mbali sana katika huduma. Sasa baada ya kusoma huu utangulizi wa